Changamoto imetolewa kwa waamuzi yani marefa kuzingatia mabadiliko ya kisheria ili kuhakikisha kuwa mechi zinaendelezwa na kuamuliwa kwa mujibu wa sheria mpya za FIFA. Akizungumza huko Mwanjama Rabai, kaunti ya Kilifi, baada ya zoezi la kuhamasisha waamuzi mashinani, mwasisi wa marefa Diona Demba amekiri haja ya waamuzi na wasimamizi wa mechi kuzingatia kanuni kulingana na sheria. Hapa leo Mwanjama Primary School in Rabai county, county kuja kudevelop marefari through training sessions, practical training sessions, ili tukaweze kuwa na uniformity kama vile tunavyofanya kule Premier League, tunafanya Super League, tunafanya Division 1, tunafanya Division 2, hata sub county level pia tunataka marefari wawe na same, same concept ya officiating, same same concept Pemba amewahimiza vijana wanaochipuka kwenye sekta ya upulizaji kipenga kujitokeza kusoma wakati wote ambao vikao vya mafunzo vinaitwa sawa, na kutumia mitandao kujimarisha kimasomo. Person, ambaye unajua ni nini kimebadilishwa, ni nini kimeongezewa. you are the custodian of the laws of the game. Mkiwa pale kiwanjani, wale wengine wote hawajui sheria, na sio ati hawajui sheria. Kuna wale ambao pia wanajua sheria, lakini wanataka kuona hu refar je ata, ata interpret na kuimplement laws of the game kikamilifu. So changamoto langu, langu, langu kwenu ni kuwa tuwe marefari ambayo tunataka kuaue, tuwe ni marefari ambayo tunataka kusoma, tuwe ni marefari ambayo tunataka kukosolewa positively ili tuweze kukua, maanake bila ku, ku, ku, kupatiwa mwamko, sidhani kama mtu unaweza kuamka ili uweze kutaka kufanya kile kitu unachotakana. Kwa hivyo tujibidisheni, tujumuikeni, tutoke kwenye comfort zones kama referees na match commissioners wa Kilifi County tuamkeni, maana we are living in a modern day and age ambao kuna modern refereeing. Ikiwa we bado sheria zako ni zile za 1978, je? Yes, sasa tuko 2025 will you still implement na ku apply zile laws za 1978. We should wake up This... Kwa upande wao waamuzi waliohudhuria mafunzo hayo wamepongeza hatua hiyo wakisisitiza umuhimu wa mafundisho hayo kuimarisha weledi wao uwanjani. Wakiongozwa na Eric Ndune, amewapa changamoto marefa ya chipukizi kujitokeza kujaza pengo, kwani kuna adadi ndogo ya amuzi. Kulingana na Ndune, iwapo waamuzi chipukizi watazingatia mbaliko ya kisheria, huenda wakaweza kujiendeleza kimaisha kupitia kazi ya kupuliza kipenga. Dogo imeanza kuwa mzuri, sio kama venye ilikuwa zamani na imeletwa kwa mzuri kwa sababu ya hizi integrated sections ambazo most of the time tunazifanya na sinachila madam Diona pia. So tunaona kuna vitu ambazo alikuwa watu wazielewi, lakini sasa watu wanaanza kuzielewa. Changamoto ni kuwa wakati tukipanga mazoezi kama haya ni farizi na wakukazi, ama mtukile, mzuri. But tunaelewa ya zaidi siku kama leo tumepata mafunzo ya muhimu sana ambayo yatatusaidia kwa siku za usoni. Ifarihi chipukizi, kitu cha kwanza mimi nitawauliza wajue, kuchezesha mpira sio kama zile enzi za zamani kuwa wanahisi watapigwa. Ifarihi chipukizi, ninakuuliza tu ama ninawauliza waweze kujitolea, wafanye mazoezi, wakuje tusome sheria, na ukweli ni kuwa refereeing inalipa. Rating inalipa na inasaidia ni saida hasa, linasaidia inasaidia sana Ninu... Ali Vincent, Benvin TV.